Uh, Bwana Yesu asifiwe wa watumishi wa Mungu, naitwa mwinjilisti Hope Israel nikiwa Kongo DRC, uh, kwenye jiji la Kalemie. Ninakuja leo tena ili kwamba tusumirie neno hili ndogo nambo ambalo linahusu ndoa, na kichwa cha neno tunaongea, tutaongea juu ya kusema kwa wanaume kwamba, je, unampenda mke wako kulingana na maandiko? Ni swali kichwa cha neno kinajenga juu ya swali, je, unampenda mke wako kulingana na maandiko, au sharti za mume anayempenda mke kulingana na maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana, tutasoma katika kitabu cha Waefeso, eh, waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso tano Uh, sura tano msari wa 31 ama versa ya 31 inasema hivi uh, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke na mkewe, na, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, wala si wawili tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Uh, tumesoma katika kitabu cha Waefeso ambacho kinasema kwamba kuhusu watu ambao wameungana, kinaonyesha kwamba watu wanapoungana hao watu wanakuwa si wawili tena, wanakuwa mwili mmoja. Na watu wanakuwa mwili mmoja, wanapoitwa wanakuwa mwili mmoja, yani watakuwa wanaishi pamoja, watakula pamoja, watanena kwa pamoja, eh, watawaza kwa pamoja watasapotiana kwa pamoja watatembea kwa pamoja kila kitu na kila jambo ambalo watakuwa nalifanya ni lazima walifanye kwa pamoja ili kwamba waonekane kwamba wanatembea katika ule umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini sasa hiyo inakuwa hivyo? Tunaangalia Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Marko mtakatifu sura kumi mstari wa tisa Biblia inasema kwamba eh, Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo Mungu anaunganisha kitu ambacho ni kimoja, na Mungu anapokiunganisha hicho kitu huwa na kiheshimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwenye ndoa, hata kama tunaweza kujisemea kuji, kuji maneno, hata kama tunaweza kujifariji ndoa, mtu ambaye anakuwa kama Uh, anashikilia kitu ambacho cha temoignage kwa maisha ya ndoa ni Mungu mwenyewe ndiye anawakilisha kama mtu ambaye ana, ana, ana, ana, ana, anatenda kitu kikubwa kwenye ndoa ile. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, ndio maana Mungu anapokuwa kwamba anaheshimu ile ndoa vivyo hivyo anatakiwa kwamba uh, aheshimu pia neno lake ambalo anasema kwamba alichokiunganisha yeye mwanadamu hawezi kukitenganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uh, kwa nini sasa Mungu ana heshimu hiyo na kwa nini na sisi pia tunatakiwa tukae kwa umoja, tunene pamoja, tule pamoja, tutembee kwa pamoja, tuwaze kwa pamoja? Kwa sababu gani? Tukiangalia katika kitabu cha Wakorinto wa, wa pili sura sita mstari wa tatu hadi nane Wakorinto wa pili sita tatu hadi nane e ambayo inasema kwamba katika hali ya utumishi kwamba tusiwe kwazo, ili kwamba utumishi wetu usije ukaaibika. Ukisoma hapo utaona maneno kama yale. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba wewe ambaye umeunganishwa na Kristu, hiyo ndoa ambayo mko nayo ni kwamba siyo ndoa ambayo mnaichukulia kama mnavyoichukulia, siyo ndoa ya kawaida, maana Mungu anaiheshimu. Katika hali ya kuiheshimu kwake anatamani kwamba ninyi nanyi mjitahidi kutembea katika ile heshima, kama Mungu anavyouheshimu, na katika hiyo heshima mjitahidi kutembea katika hali ya kutokuwa na kwazo yoyote katika ile jambo lolote, kwa sababu nini? Watumishi wake na yeye anawaheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tuangalie sharti, sharti za mume anayempenda mke wake kulingana na maandiko, kama gisi tumesema, ndo teme yetu sharti. Wewe utajuaje kwamba kweli mimi nampenda mke wangu kulingana na maandiko? Hoja tuende mojamoja moja. Bwana Yesu asifiwe. Uh, tuangalie ile ile wa Efeso sura tano, msari wake wa ishirini na tatu, ambayo ma unasema, unasemaje? Efeso tano ishirini na tatu, ukiangalia pale utakuta Biblia inasema kwamba eh, wanaume tuwa- tuwapende wake zetu kama Kristu alivyolipenda kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. unajua hapo kuna kuja neno moja kwa moja, upendo. Tuwapende wake zetu kama Kristu alivyolipenda kanisa. Unajua Kristu kwa upendo wake kwetu huu ulimfanya aache utukufu mbinguni, akaacha mamlaka, akaacha sifa, akaacha kiti cha heshima akakuja kwetu, akaja kuwaibika, akazaraulika, akateswa ili tu atukomboe na dhambi. Bwana Yesu asifiwa sana. Swali ni kwako kwa mke wako, wewe ambaye unaomba kwamba umpende mke wako kama Kristu alivyolipenda kanisa Angalia gisi Kristu aliteswa kwa sababu ya dhambi zetu. Kristu aliacha utukufu alipokuwa mbinguni, lakini hakuangalia ule utukufu, hakuangalia dhambi zetu. Kumbuka huku duniani tulikuwa wenye dhambi, kumbuka tulikuwa tunamsengenya, kumbuka tulikuwa tunafanya mambo mengi ambayo yalikuwa yana yalikuwa yanaonesha aibu kwake, lakini bado kwa sababu ya upendo bado alishuka kwetu, akaja kusema ni lazima nimkomboe huyu huyu mwanadamu ambaye ananitesa. Huy, huyu huyu mwanadamu ambaye bado ananitusi, ni bado nishuke kwake. Huyu huyu mwanadamu ambaye bado hao ni thamani yangu. Huy, huyu huyu mwanadamu ambaye ananikana, lakini alishuka akaacha utukufu akaacha heshima akaacha vitu vyote akaacha kila kitu, akaja kwa yule yule mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, uko tayari kuwacha cheo chako? Je, uko tayari kuwacha u, u, u, ule utajiri wako ili kwamba uje uaibike kwa sababu ya mke wako? Je, uko tayari kuwacha pesa yako ili kwamba uaibiki kwa sababu ya mke wako? Je, uko tayari kuwacha heshima yako ili kwamba umprotekti mke wako? Je, uko tayari e, uko tayari kutoa <tose> <tose> Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kuteseka kwa sababu ya mke wako? Watu wengi wanafika katika hali ya pesa, watu wengi wanafika katika hali ya heshima Anapofika hiyo sehemu anasahau kwamba mke wake bado anatakiwa kumheshimu, anatakiwa kumpa upendo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, uko tayari kum-, e, kum, kum, kum kumtetea e, mke wako unapokuwa u, ulishaga muka, ulishaga mkataa siku moja. Watu wengi wanafika kwa sehemu ya pesa waliteseka sana na mke wake. Kuna siku walipanda milima kwa sababu ya maisha. Kuna siku walishuka mabonde, wakaenda kumwomba Mungu kwa sababu ya maisha. Kuna siku walifanya vifungo pamoja na mume wake, pamoja na mke wake, ili kwamba wamuombe Mungu kwa jaribu fulani, na Mungu alishuka kwa neno lake, aliona kwamba hawezi kuwaibisha Waliomba. Biblia inasema kwamba mtoto hawezi kuomba mkate, Mungu akampa jiwe. Mungu akafanya kulingana na neno lake, akashuka, akatimiza. Lakini wale wale watu, ule ule mume, kisha kupata ile ahadi, kisha kupata pesa, anakwepa, anaacha mke wake, anamkimbia kabisa, huku anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kisha kupata cheo ambacho walikiombea na mke wake siku nyingi anakimbia anaenda sehemu, anamsahau mke wake, anaenda kuoa wengine. Kisha kupata heshima ambayo waliombea pamoja na mke wake, huku walikuwa bado wanateseka, anakimbia anamwacha yule mke, yule mke ambaye waliomba na naye, anamwacha anasema kwamba yule amekuwa mbaya. Kumbuka Kristu anatuambia kwamba tuwapende wake zetu kama Kristu alivyolipenda kanisa. Kristu hakuangalia matatizo yetu. Kumbuka tulikuwa tunamtusi, tulikuwa tunakataa kwamba sio Mungu, lakini alishuka akaja kutukomboa. Kumbuka hata alipokuwa duniani tulimtesa, lakini hakuangalia yoyote. Alikuwa na nguvu za kutulaani hata, lakini kwa sababu ya upendo wake alisema kwamba, Baba wasamehe, kwa sababu hawajui wanalolitenda. Bwana Yesu atusamehe sana. Kwa hiyo ndugu Mkristu, nataka nikuambie kwamba kumpenda mke wako umpende kama jinsi unavyo kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kuna maneno mengi ambayo tulikuyaongea lakini muda bado ni mchache. Uh, ulipopata nyumba, ulipopata pesa, mlikuwa na mke wako mkimlilia Mungu pamoja na ile ambayo Mungu ametenda kwenu, lakini wewe umegeuka umeenda pengine. Hiyo ndugu yangu, nakuambia kwamba kulingana na neno hilo, mbingu hautaipata. Hilo ni neno la Bwana na si kuhukumu, lakini bado nakuambia neno la Mungu kwa sababu Biblia inasema kwamba kila ambacho tutakifunga hapa chini ya jua na mbinguni kimefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, mlifunga kitu kimoja na Mungu akawa kama mwakilishi wenu hapa duniani, akawa amaibariki hiyo ndoa, mkawa mmefunga kitu kwamba sisi tumeungana, hakuna kitakachotutenganisha. Biblia inasema kwamba nini kitakachotenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? ni kiu Je, ni ni, ni kitu chochote? Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Kristo, lakini watu wengi wanafika sehemu, wanasema kwamba mke wangu anakuwa hivi, mke wangu hanisikii tena, mke wangu nikimwambia kitu hawezi kurudia, mke wangu habadilikagi ha, ha, ha. Lakini kumbuka, kumbuka ulipokuwa naye zamani, huku unaongea hivyo, umeanza kuyaongea kwa sababu umekuwa na kitu Angalia, Kristu alilipenda kanisa, hakusema sababu fulani zozote, hakuna visababu ambavyo aliviweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu, nakuonesha kwamba jitahidi sana huyo mke wako umpende kama Kristu alivyolipenda kanisa. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili ni katika kitabu cha Waefeso tano msari wa ishirini na nane ishirini na tisa Biblia inasema kwamba waume sisi tuwapende wake zetu kama mili yetu. Ya hapa kunakuja jambo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwapende wake zetu kama mili yetu, kama tunavyoipenda mili yetu. Mtu akimpenda mke wake kama mwili wake, huyo kabisa anamaanisha moja kwa moja kwamba amempenda. Unajua mtu kwa mwili wake huwa anautunza sana, huwa anauogesha, huwa anaupaka mafuta, huwa anaulisha, anaupa chakula mzuri, anauvika, ana anauepusha na kila jambo ambalo linaweza kusababishia matatizo. Hivyo hivyo Kristu naye amekuamuru kwamba katika hali ya kuona kwamba wewe unampenda mke wako, ili kwamba jidai kwamba kweli mimi nampenda mke wangu, lazima kwanza umpende kama Kristo alivyolipenda kanisa, bila kujali lolote dhambi na makosa, matusi ya kujali, lawama ya kujali lakini alimpenda. Lakini chapili alimpenda umpende kama mwili wako. Kumbuka siku zote una protect mwili wako. Unapofika sehemu ambako unataka kukwaa, unajiprotect kwamba usiumie. Unapofika sehemu ambako hauvai vizuri, unaangalia kwamba leo sikuvaa vizuri, lazima nivae vizuri. Kuna sehemu unajipaka mafuta, ili kwamba mwili wako uendelee kuwa una ii kwa hiyo Kristu pia anakuamuru kwamba umpende mke wako kama mwili wako, umuprotekti katika shida zote. Inawezekana kuna sehemu anaweza kufika akakosea, lakini unaomba umuprotekti kama mume wake. Inawezekana kuna sehemu anaweza akapotoka katika mambo kuna sehemu anaweza kufanya kitu asikutii kulingana na maandiko, lakini bado una jukumu la kumprotect kama mke wako, haijalishi yote, haijalishi kumbuka, Biblia inasema kwamba mke ni kiumbe kidhaifu, unatakiwa kumprotect wewe kama mme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafasi ya tatu ambayo tunaiongea ni kwamba uh, tutaiona kwenye vesi yake ya thelathini na tatu ya ile ile Waefeso tano thelathini na tatu inasema kwamba tuwapende wake zetu. Waefeso tatu, Waefeso tano thelathini na tatu inasema kwamba ukipasoma, okay, utaona kwamba wanasema kwamba waume, tena tuwapende wake zetu kama nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nafsi ndo kitu kikubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Watu ikiwa tunakubali kuteswa na dunia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna watu tunakubali kila jaribu na kulivumilia kwa sababu tunapambania nafsi zetu. Kila mtu anapambana, anaenda kanisani, kila mtu anaenda msikitini, kila mtu anaenda kwenye dhehebu fulani fulani, anapambana, anapambana kwa kazi ya Mungu, ili mradi mwisho aikomboe nafsi yake ifike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndo katika hali hiyo Kristu anakuonya kwamba umpende mke wako kama nafsi yako. Kumbuka, kuna sehemu kwenye kazi za Mungu ulifika ukasema, ni lazima niache hii kazi, lakini kwa sababu ya kuikomboa nafsi yako ukasema, ni bora nipambane, hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo, ili kwamba siku moja ninatumainia niuone ufalme wa mbingu, ni, ni irisi ile inchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo na wake zetu tunaomba kwamba tuwa protect tuwapende kama nafsi zetu. Ina sehemu unaweza kufika naye akakuwa namekukosea, kuna sehemu anaweza kukukwamisha, lakini bado Biblia inakwambia kwamba umpende kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu wa watu wanafundisha kwamba E, tunatakiwa kuachana kwa sababu ya zina, lakini matu, ma, ma, Biblia inasema kwamba ukiangalia ukisoma katika kitabu, e, kitabu cha Marko Mtakatifu Marko. Marko sura kumi mstari wa pili hadi tano hapo utaona maswali ambayo walikuwa na mswali Yesu kuhusiana na kuachana na majibu ya Yesu. Yesu alisema kwamba wakati ule, ikiwa Musa alisema kwamba mtu mme anaweza kumpa mke wake talaka, Yesu anasisitiza kwamba inawezekana kwa sababu ya mioyo yenu migumu munaruhusika kuwapa wake zenu talaka. Bwana Yesu atuhurumie sana kwa sababu ya mioyo migumu unaruhusika kumpa mke wako talaka lakini ikiwa huna moyo mgumu ikiwa huna moyo mgumu ikiwa hutakiu kuwekwa kwenye listi ya watu wa moyo mgumu maana kwamba hauwezi kumpa mke wako talaka maana alichokiunganisha mungu mwanadamu asikitenganishe bwana yesu asifiwa sana kwa hiyo ndugu yangu nakushauri kwamba kila neno ambalo unaweza kulipata liangalie, maandiko yanasema nini. Angalia maandiko yanasema nini neno hili. Nasema kwamba likubariki. Naitwa mwengilist Hope Israel, nikiwa Congo DRC Kalemi, nikiwa na peprusha neno la Mungu kwa usiku wa leo e, angalia YouTube andika Hope Israel utaniipata TikTok, Instagram utapata pia maneno mazuri kwa WhatsApp. Unaweza kuandika alama ya kujumuisha mia mbili arobaini na tatu eh, tisini na saba kumi na tatu ishirini na nne mia tisa sitini ndo namba yangu ya WhatsApp. Karibu tena na Mungu akubariki, amen.